Hello, habari ndugu mtazamaji, karibu tena kwenye kipindi cha leo, ambapo leo ningependa nizungumzie namna ya mtu ambavyo anaweza kuishi katika kile ambacho Mungu amekubariki nacho. Watu wengi sana tunataka kufosi mambo pale ambapo tunataka kuishi juu ya kile Mungu ambacho ametubariki nacho. Mwisho wa siku tunapokuwa tunafanya hivyo tunaanza kuleta stress ndani ya vichwa vyetu, baadaye tunaanza kuzalisha mambo ambayo yanazidi kutuumiza zaidi tunashindwa mwisho wa siku kuweza kuona ukuu wa Mungu kwa sababu tunaishi juu ya kile ambacho Mungu ametubariki nacho. Mungu anapenda moyo wa shukurani. Tunapokuwa na moyo wa shukurani, inatufanya akili zetu zitulie, ili tuweze kwenda mbele zaidi. Lakini Mungu anasema kile anachotupa inabidi tukitumie hicho ili tuweze kukua kutokea pale. Tukiangalia mfano wa talanta, yule alipewa talanta tano, mwingine alipewa talanta tatu, mwingine akapewa moja. Mwenye tano alizizalisha, zikakua, zikaleta faida kwa bwana wake. Mwenye tatu alizizalisha tatu nyingine zaidi, na mwenye moja akasema no, mimi nitaichimbia hii. Umeona? kwa hiyo Mungu anasema kwamba anatupa kila kitu kulingana na uwezo wa ndani yetu alioweka ndani yetu. kwa kama pale tutaweza kufosi, tutafanya vitu ambavyo hatuna uwezo nao. Inamaanisha itatugharimu, itatukosti sana. Mungu anataka tumwangalie yeye kama kio chetu, yeye kama nguzo yetu, yeye kama kiongozi wetu. Kutoka kwake ndipo njia zetu ziweze kwenda kulingana na, lakini tunapoamua kufosi mambo mpaka tunajikuta tunaingia kwenye mikopo mingine ambayo inakuja kutuumiza. Maana Biblia inasema kwamba akopaji ni mtumwa akopeshaye. Wewe mkopaji ni mtumwa yule ni akopeshaye. Na lengo la mkopo ni utumwa. Utakuwa mtumwa utatumikia, inabidi utumikie nani yule anayekukopesha. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, sisi ni watu huru katika Kristo Yesu. Tutakuwaje watu huru kwa kumjua ye, kwa kujua neno lake lakini kwa kuthamini kile ambacho Mungu anakuwa ametupa. Cha kwako ni chako, cha mwenzio sio cha kwako. Kama unaona mambo ni magumu, utafuta mazingira ambayo anakufanya wewe utaweza kusustain, utaishi katika kile ambacho Mungu na kubariki nacho huku ukizidi kukua kutokea pale. Faida ya kukua kutoka kwenye kile kidogo ni kwamba unapata challenges mbalimbali mbali, changamoto mbalimbali mbali utazipata, kutokea kwenye zile changamoto utakuwa unazitatua hatua kwa hatua, ndipo utakapoweza kukua. Hata utakapopata kikubwa, mwisho wa siku utajua thamani ya kile kikubwa lakini tunavyotaka tu pap vimetokea automatic pap tunataka kuforce tunataka kuishi kama fulani watu wanaishije duniani itatugharimu Mungu anatupenda sana na anataka tuishi kulingana na kile ambacho ametubariki nacho ili kwenye zile growth stages ile hatua ya ukuaji tuweze kumglorify yeye tuweze kuona ukuu wake tuweze kuona namna gani Mungu anatupenda Tuweze kuona namna gani Mungu anatunyanyua kutoka hatua moja mpaka nyingine. Tuweze kuwa wanyenyekevu ili Mungu aweze kutunyanyua. Tukiwa na kiburi tutafanyaje? Hatutaweza ku hatutaweza kunyanyuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu Mungu anawapinga wenye kiburi. Ndugu mtazamaji, Mungu anajua una haja ya hayo ambayo unayatafutia. Lakini tutafutie kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake. Vinginevyo tutazidishiwa kwenye kutafuta ufalme wa mbingu na haki yake. Sisi tumeshampokea yeye, ye yuko ndani yetu, na yeye ndio upendo, anatupenda kwa kama anatupenda. Tumwamini yeye, tufanye kazi, tutumie kile ambacho tunacho. Tunapokuwa tunataka tunaendekeza tabia za kukopa, kumbuka kwamba mwisho wa siku utakuwa mkopaji sugu kama uliona ni sawa kukopa shilingi mia tano, kukopa labda shilingi elfu moja mwisho wa siku utaona shida kukopa shilingi ngapi ngapi, alafu mwisho wa siku unashindwa namna ya kuzirudisha. Kwenye kumbukumbu la Torati 28 Biblia inasema kwamba hatutakopa sisi, bali tutakopesha mataifa. Watu watakuja kumwona Mungu kupitia kwenye maisha yetu, jinsi gani ukuwa Mungu ulivyo mkubwa kwetu. Ila kikubwa ni nini? kutambua kile Mungu alichokupa na kuwa tayari kufuata maelekezo anayotupa na kufanya kazi kwa bidii ili mwisho wa siku mambo yaweze kwenda, tusilemae, tusitake kutumia tu vya wengine. sasa, sasa, unajitafutia majukumu mengine ambayo unakuta hayapo. Pesa yako haikuruhusu kupeleka mtoto a shule milioni tano, usipeleke huko, peleka shule ambayo inaendana na kipato chako, huku ukiendelea kukua hatua kwa hatua. Pesa yako haikuruhusu kununua gari, tulia kwa sasa, kwa sababu kwenye gari kuna gharama ambazo zitahitajika hapo ndani. Tulia kwa sasa. Mwisho wa siku, utakapokuja kupata hizo pesa ambazo zitakuwezesha kuweza kununua gari, uhitaji unakuwepo, just buy it, nunua. Unakaa nyumba ya kupanga labda ya laki tano, ili hali kipato chako akiruhusu kukaa kwenye laki tano lakini kwa sababu unataka kuonekana kwamba una pesa. Ukionekana una pesa, then what? Ishi katika uhalisia wako huku ukiendelea kufanya kazi kwa bidii, huku ukiendelea kumwomba Mungu akusaidie katika hicho, huku na wewe katika kile ulichonacho uweze kupata cha kuwagawia wahitaji, uweze kutoa fungu la kumi katika kile ambacho unacho, lakini kwa haya maisha ambayo tunakuwa tunaendelea, utashinda. Usishangae utashinda ku, unashindwa kutata kwa sababu kila pesa unayoiona unaona ni ya kwako, una deserve. Yangu, yangu, yangu, unapambana, una struggle, yangu, yangu, yangu, pambana. Lakini kumbuka yeye ambaye alikufanya kuwa hai, yeye aliyekupa pumzi, yeye anakwambia jambo gani? Yeye anakupa maelekezo gani kuhusiana na maisha yako? Mungu anatupenda. Tumekuja duniani kuishi, sio kuzurula, sio kuwa watumwa. Sisi ni watu huru katika yeye, kwa sababu yeye mwenye haki anaishi ndani yetu. Yeye aliye huru, Yesu Kristo, yuko ndani yetu, na kwa kuwa tumeamua kumfuata yeye, basi sisi tu huru katika yeye. Barikiwa sana, ndugu mtazamaji, lakini tukumbuke kwamba akopai ni mtumwa wa kopeshai. Tujifunze kuishi katika vile mungu alivyotubariki navyo, tujifunze kupata maelekezo kutoka kwake, namna gani tunaweza tukarani, namna gani tunaweza tukaenda Tujifunze namna ya kukua. Kila kitu kina stages, tukubali hatua. Tupunguze matumizi ambayo ni unnecessary, ambayo yanakufanya kabisa unakosa muda hata wa kutulia na kumtafakari ukuu wa Mungu, ambapo unakosa kuelewa kwamba sasa maisha ni kitu gani. Wewe unakuwa una chase after money, una chase after money, unakimbizana una na pesa. Hii pesa, tangu unazaliwa, bila shaka uliikuta na utakufa utaiacha. Hii pesa ipo, majukumu yapo, ila jitahidi kukua katika kile ambacho Mungu amekupa. Mwombe Mungu akupe hekima, renew your mind, improve yourself, mind yako improve, jiboreshe akili yako, jiboreshe kupata ufahamu jiboreshe kupata maarifa jiboreshe kuweza kujua uhusiano wako wewe na wewe, yule wako wa ndani. Boresha uhusiano wako wa wewe pamoja na Mungu, tafuta kumjua Mungu na haki yake. Katika hayo yote ukishajivali wewe ndani, ukishajithamini, utakuwa rahisi, itakuwa rahisi na wewe kuweza kutoa yale yaliyo mema kwa watu wengine. Mungu anatupenda sisi, si mbuzi, sisi ni binadamu, tumeumbwa kwa mfano wake. Kwa hiyo tujitahidi tuishi katika yale ambayo Mungu anataka tuyaishi, then tukue kutokea hapo, na Mungu mwema atatubariki katika yote, na kila kitu kitakwenda sawa sawa sana, vile Mungu ambavyo anataka viende. Barikiwa sana, ndugu mtazamaji, nimeshukuru sana kwa kuwa umeweza kunisikiliza. Usisite kutoa comment hapo chini kwa namna yoyote, lakini kama unaweza ukasubscribe. Pia unaweza ukasubscribe kama umeguswa na hii, pia unaweza ukashare ili watu wengi zaidi wazidi kujifunza. And, um, thank you so much, blessings.